Sikilesa mimi napata mbinu, sisi nasema mse msemishe mm. na sasa hivi kuna problem, akuna mane kwa mfuko wala amna hela, si ndio mm. Sasa tunakwenda kuomba kasi kwa ile baba yake Diana, si unajua hiyo. Sasa pale tunaomba kazi kwa njia gani ili tupate hela? Okay, nakupa mbinu wewe, unakwenda kuomba kasi ya milinzi pale. Hamna milinzi, mimi nimekaa nimeona hakuna milinzi kwa ile compound yao yote Sindio? Si mm. unamwona ile kwa bosi, unamtenda, unaambia okay. nimekuja kwako, nataka kwa job, kumbe sisi na plani ya kuiba kwa mtoto. Unajua hiyo sasa. Kama tukitaka kumuiba ile mtoto Jiana, mboni? Mimi najua plan ya kumuiba. Mimi naenda kuomba kazi, nimpeleke shuleni, mimi leseni naye mfukoni okay. wale wana gari, wana gari yao ya kutembelea wale okay. Sasa kumbe iko mbinu laisi sana tu, hapo tumepata pesa, tunamkamata ile mm tuna muchokoa, alafu tuna, tunakaa kama 10 minutes, tuna mupigia kwa telefoni. Mtoto anamfinya kidogo anapiga kelele kama ndio hivyo. Sasa ila, tutakuwa tushapata, lakini lazima mimi nizidi mimi ndio ninaleta kwa plani ya mradi. We unataka kusidi, we unataka kusulumu. Sasa hii mradi mimi nitasema kwa ile bosi kuwa wewe ndio umekuwa mlinzi na umeiba mtoto tuwezi kuzidiana kwa sababu mimi si ndio naenda kuiba nikikamatwa. Sasa wewe unafanya kazi pale, hata ukimchukua mtoto umebeba, mtu anajua tu unatembea naye, kwa sababu ile familia inajua wewe ni nini. Du, nakaa nayo mimi. Kama nakuja mimi ndio kwenda, watanikamata, watasema hii ni mwizi hapa, anajuliana pale kwa kipande, si ndio? Sasa yule unajua, nikitaka kumwiba ana nyimbo moja, namwimbia. nyimbo gani hiyo? <laughs> ana nyimbo mzuri eh. Pitapita yango jiana pitapita yango jiana kesho nakufata uende shuleni jiana wangu, lazima kukimbilia na kukupokea. kwa kweli? Ndio, hata mimi nimeona hiyo kidogo experience yangu ya, ya kichwa. Hmm. Naona kama ni kitu mzuri. Sasa si ndio naleta pusi, hata misheni haijakamilika na, na, na kamatwa mimi ntakataa sasa. Tunakamatwa vipi? Wakati mimi mimi mi si mfanyakazi wa pale, hata nikimwiba mimi akinikamata, sinaambia nilichelewa shuleni. Ok basi, miisha hiyo misha sis yeah. Sasa okay. Hatuja jadili shilingi ngapi ndio tutamotajia ile kwa baba yake? Tumwambie tu milioni sita. Sita ni sita sita eh. Nakwa kumi na wawili eh, kumi na mbili sindio? Kwani unaongea lugha gani? hii yes, si Swahili tu du nakosea kidogo, Kiswahili iko ngumu. Alfu sita yako alfu sita yangu alfu kumi na mbili kumi na mbili Hata hata, miladi gani? Hata, hata, hata nafuko ni yenyewe awezi tumia miladi, awezi kukula hiyo. Si tumesema milioni sita nakuwa milioni kumi na mbili unasema alfu sita alfu, sita miladi, alfu kumi na mbili hata miladi nakula siku ngapi hapo? <laughs> nilikosea. Kumbe, milioni kumi na mbili. Wewe shule hajakwenda kwenda, sisi wakati nasoma yeah, wewe ndio ulikuwa nacheza mdako, ndio sida hiyo. Nani anacheza mdako? Wewe unanizalilisha, kozalilisha vipi? Ndio maana hata plani hukuna. Mimi ndio nataja plani, tukachukua mtoto. Wewe ulikuwa unataja hiyo kwa, kwa ile, kwa klasi, eh, ile milimu mm. <laughs> wewe kuwa nacheza na, na ile modako okay. Sasa ndio tuta, tuta, mimi tumemilisha ile ishu ya kupata ile hela, si ndio? Kesho mimi naanza na hiyo kazi okay. mnima, mnima kusoma kwa ngufu ya tano, hata kesho naanza kazi na chapu na mwiba okay. Asante Mungu najalia hiyo kazi iende.